Taarifa mzito ambazo ni za kushtusha kweli kweli zimeibuka kutokea Washington. Gazeti la New York Times linaripoti kwamba utawala wa Marekani umeidhinisha operesheni ya siri la ya shirika la ujasusi la ya kati, yani CIA nchini Venezuela. Hatua hii inazidisha kuwa kasi kikubwa mvutano uliopo uh, kati ya Marekani na utawala wa Nicolas Maduro kutokea kule Venezuela. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imetolewa na New York Times, operesheni hii inahusisha CIA kufanya shughuli za kijasusi na za siri ambazo mara nyingi hujumuisha kuingilia masuala ya ndani ya nchi. Ingawa maelezo kamili ya operesheni hiyo bado hayajafichuliwa, inahofiwa kuwa inaweza kujumuisha ujasusi wa kina, yaani kukusanya taarifa za siri kuhusu serikali ya Maduro hasa kuhusu utawala wake, masuala ya kijeshi na mtandao wake wa biashara haramu ya madawa ya kulevya. Lakini ya pili ni kuisaidia upinzani, huenda inahusisha kutoa msaada wa siri kwa makundi ya upinzani nchini Venezuela kwa lengo la kudhoofisha utawala wa sasa. Uamuzi huu wa utawala wa Marekani unakuja wakati ambapo rais amekuwa akitumia lugha kali dhidi ya Maduro na hata akitangaza wazi kwamba anatafiti ardhi ya Venezuela kwa ajili ya mashambulizi yanayoweza kutokea, hasa kutokana na madai ya Venezuela kuwa chanzo kikuu cha ulanguzi wa madawa ya kulevya. Kutolewa kwa idhini ya operesheni ya CIA ni ishara tosha kwamba Marekani imechagua njia ya shinikizo la siri na la moja kwa moja dhidi ya Venezuela, ikipuuza njia za diplomasia kwa Venezuela. Serikali ya Maduro kwa muda mrefu imekuwa ikishutuma Marekani kwa kupanga jama za kupindua kwa nguvu, na ripoti hii huenda ikatumika kama ushahidi wa madai hayo. Mvutano wa kikanda, hatua hii inatarajiwa kuongeza wasiwasi mkubwa miongoni mwa majirani wa Venezuela na mataifa mengine yanaounga mkono Caracas kama vile Urusi na China, ambayo yanaweza kuimarisha ulinzi na msaada wao wa serikali ya Maduro. Jicho la dunia sasa limeelekezwa kwenye Venezuela. Je, operesheni hii ya siri itafichuliwa na kwa mashambulio ya wazi au itabaki kwa vita ya siri ya kipelelezi ambayo inaendelea huko, uh, Venezuela?